Mwezi Novemba 2025 mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya DCEA imeendelea kudhibiti biashara na matumizi ya dawa za kulevya nchini kwa kufanya operesheni mbalimbali zilizofanikisha ukamataji wa jumla ya kilogramu 3799.22 za dawa za kulevya, kuteketeza ekari 18 za mashamba ya bangi pamoja na kutaifisha mali za wahalifu wa dawa za kulevya zenye thamani ya shilingi bilioni tatu na milioni mia tatu na nne huku watuhumiwa themanini na nne wakikamatwa kuhusiana na dawa hizo. Katika kudhoofisha mitandao ya biashara ya dawa za kulevya, Mahakama Kuu Division ya Rushwa na Uhujumu Uchumi ilitoa maamuzi ya kutaifisha kwa mali zenye thamani ya shilingi bilioni tatu na milioni mia tatu na nne za watuhumiwa Salehe Hamisi Baselemani na Agawari Bachi Fakiri ambao wanatuhumiwa kwa makosa ya kujihusisha na biashara ya dawa za kulevya. Mali hizo zinajumuisha nyumba, viwanja pamoja na magari. Maombi ya kutaifisha mali hizo yaliwasilishwa mahakamani hapo kufuatia uchunguzi uliofanyika na ikabainika kwamba watumia hao wanamiliki mali ambazo zilipatikana kwa njia za uhalifu wa biashara ya dawa za kulevya. Utaifishaji wa mali hizo umefanyika chini ya sheria ya mazao ya uhalifu sura ya mia mbili hamsini na sita ikisomwa pamoja na sheria ya uhujumu uchumi na uhalifu wa kupangwa sura ya mia mbili na sheria ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya namba tano ya mwaka 2025. Chini ya sheria tajwa, utaifishaji wa mazalia ya uhalifu umewekwa ili kuwaondolea wahalifu uwezo wa mali na fedha pamoja na faida inayopatikana kutokana na uhalifu uliotendeka, hivyo kukosa nguvu ya kuendelea kutenda makosa ya uhalifu wa dawa za kulevya. Orodha ya mali zilizotaifishwa ni kama ifuatavyo: apartment number OA2 gorofa ya kwanza iliyopo Sea Breeze residence complex kiwanja namba 192 block O Jangwani Bichi Kinondoni jijini Dar es Salaam. Apartment 6B kiwanja namba 26 block 52 iliyopo Kariako Ilala jijini Dar es Salaam. Nyumba iliyopo kwenye kiwanja namba 329 na 1009 block C Mbezi wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Kiwanja kilichopo Boza Village kata ya Boza wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani. Kiwanja namba 69 block 7 kata ya Mbweni JKT Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nyumba namba 14 iliyopo kiwanja namba 131 block 9 mtaa wa Chui Mtoni Kijichi, NSSF House Scheme Phase 3 Temeke jijini Dar es Salaam. Kiwanja namba 44 768 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni, Dar es Salaam. Kiwanja kilichopo Shungubweni Village kata ya Shungubweni wilaya ya Mkuranga mkoani Pwani kiwanja namba 53 block E Boza Village wilaya ya Mkuranga mkoa wa Pwani. Kiwanja namba 8 block C kilichopo mtaa wa Mwambao kata ya Mji Mkongwe wilaya ya Bagamoyo mkoa wa Pwani. Apartment namba PA1 gorofa ya chini Sea Breeze Residential Complex, kiwanja namba 192 block P iliyopo Jangwani Bichi Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nyumba namba 9 iliyopo Magomeni wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, kiwanja namba 44746 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni jijini Dar es Salaam, kiwanja namba 44748 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni jijini Dar es Salaam, kiwanja namba 44789 kilichopo mtaa wa Kigogo kata ya Kisarawe tu Kigamboni jijini Dar es Salaam. Pamoja na utaifishaji wa mali hizo, magari yaliyotaifishwa ni pamoja na gari namba T 539 DKQ Nissan Civilian. Gari namba T 427 EAH Subaru Impreza. Gari namba T 196 EAC Volkswagen. Gari namba T 654 DCH Volkswagen. Gari namba T 141 na DKV Nissan Civilian. Gari namba T 944 na DKY Nissan Civilian. Gari namba T 850 DLA Nissan Civilian. Gari namba T 767 DLL Nissan Civilian. Gari namba T 435 DJY Toyota Corolla Spacio. Gari namba T 37 DLW Nissan Civilian. na gari namba T 753 DKS Nissan Civilian. Ndani ya mwezi Novemba, mamlaka iliendelea na operation katika maeneo ambapo jijini Dar es Salaam, katika operation iliyofanyika eneo la Sinza D tuliwakamata Bwana Cathbeti Kalokola mwenye umri wa miaka 34 na Bi Murath Abdalla mwenye umri wa miaka 19 wakiwa na dawa mpya za kulevya aina ya 3 stroke 4 das methylene dioxymethamphetamine MDMA vidonge 738 venye uzito wa gramu 177.78 na dawa tiba zenye asili ya kulevya aina ya roipino flunitrazepam vidonge 24 vyenye uzito wa gramu 10.03. Matumizi ya mdma na roipino yanaweza kusababisha kuchanganyikiwa, kupoteza kumbukumbu, shinikizo la juu la damu, kifafa, uraibu na hata kifo. Zaidi ya hayo, roipino inasababisha usingizi wa ghafla na hutumiwa katika uhalifu wa mashambulizi ya kingono na wizi, hivyo kufanya dawa hizi kuwa hatari kwa afya na usalama wa mtumiaji. Katika operesheni nyingine iliyofanyika Mbezi Maramba mawili jijini Dar es Salaam, tuliwakamata watuhumiwa Jaribu Tindwa mwenye umri wa miaka 38, Ali Meshe mwenye umri wa miaka 39 Juma Mfano mwenye umri wa miaka ishirini Rahimu na Mpanda mwenye umri wa miaka ishirini na nane na Abubakari Ali mwenye umri wa miaka ishirini Nurdin Rashidi mwenye umri wa miaka thelathini na sita na, na Faridi Rashidi mwenye umri wa miaka thelathini na tatu wakiwa na kilogramu tisini za dawa za kulevya aina ya skanka zikiwa zimefichwa ndani ya matanki ya sola paneli zilizokuwa zinasafirishwa kwenye basi la Falcon aina ya Skania lenye namba za usajili T 372 DFK ni linalofanya safari zake kati ya Tanzania na Malawi. Mkoani Rukwa, katika mpaka wa Kisesia, tulimkamata Bwana Godwin Henry mwenye umri wa miaka 26 mkazi wa Mbalizi, Mbeya, akiwa na dawa za kulevya aina ya skanka kilogramu 244.3 zilizokuwa zimefichwa ndani ya spika, mashine za kupooza hewa, mashine za kukatia majani na vifaa vya kompyuta kwenye CPU. Vifaa hivyo vilikuwa vinasafirishwa kwenye gari aina ya Iveco van yenye namba za usajili wa nchi ya Afrika ya Kusini CN 85 FN GP, mali ya kampuni ya usafirishaji ya Makamua Logistic Limited lililokuwa likitokea nchini Afrika ya Kusini kuja jijini Dar es Salaam. Aidha, katika operesheni tulizozifanya maeneo mengine nchini tulifanikiwa kukamata kilogram 2241.45 za bangi kilogram 1423.28 za mirungi kuteketeza ekari 18 na za mashamba ya bangi na tunashikilia magari manne na pikipiki 12. Mafanikio tunayoyapata katika vita dhidi ya dawa za kulevya yanatokana na ushirikiano wa jamii katika kutimiza dhumuni la serikali kulinda kizazi chetu na ustawi wa taifa letu kwa ujumla. Jamii yetu inayo nguvu kubwa ya kubadilisha mwelekeo mbaya wa vijana na kuwafanya kuwa na mwenendo mzuri kwa, kwa kuwafanya wawe na mwenendo mzuri utakaosaidia mustakabali wa taifa letu Tanzania kuendelea kuwa na amani na ustawi wa jamii. Tuendelee kusimama pamoja kuhakikisha tunalinda vizazi vya sasa na vijavyo dhidi ya dawa za kulevya. Na operesheni za dawa za kulevya nchi nzima zitaendelea na kuhakikisha kwamba wahalifu wote wanaojihusisha na biashara, uzalishaji na kumatumizi ya dawa za kulevya hatua za kisheria zinachukuliwa dhidi yao. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hata nchi za nje na mataifa mbalimbali tunayoshirikiana nayo katika mapambano dhidi ya dawa za kulevya zinaonyesha kwamba Tanzania ni nchi salama zaidi kuhusiana na dawa za kulevya. Tanzania ndio iliyopata mafanikio makubwa katika operesheni za dawa za kulevya, ukamataji wa dawa za kulevya mpya, ambapo unakuta hata nchi nyingine hawajazikamata, lakini ukamataji wa dawa za kulevya kwa kiwango kikubwa, lakini kikubwa zaidi ambacho pia hata mataifa mengine yameweza kuonyesha umuhimu, lakini pia weledi wa taifa la Tanzania ni kukamata mapapa kulevya wa dawa za kulevya, wasafirishaji wakubwa wa dawa za kulevya ambao pia walikuwa wanatafutwa kwenye mataifa mengine. Lakini ukiangalia pia, ni mara ya kwanza tumetaifisha kiasi kikubwa cha mali za watuhumiwa wa dawa za kulevya ambao wanajihusisha na biashara za dawa za kulevya, ambacho kutaifishwa kwa mali hizo kunafanya wa kudhoofisha ile mitandao ya dawa za kulevya. Kwa mfano, mpaka sasa hivi kwa kipindi hiki kifupi cha miaka mitatu, tumeweza kuvunja mitandao zaidi ya nane ya dawa za kulevya. Mitandao nane ni ile mikubwa kabisa ya dawa za kulevya, na sasa hivi tumeanza kuvunja mitandao mingine ambayo tunaendelea kuimaliza, hizi ya kutengeneza dawa mpya za kulevya ambazo ni tofauti na hizi dawa ambazo tumezizoea lakini pia kuonyesha kwamba tumekamata kiwango kikubwa pia cha dawa mpya aina ya mitrojina ambacho tulikamata hivi karibuni, ambacho kilikuwa nasafirishwa kwa njia ya makontena. Na mbinu hizi ambazo zinatumiwa na wafanyabiashara, hata nchi za nje zinakuja kwetu kujifunza, kuona namna tulivyokamata zile mbinu wanazozitumia, ili nao wakazitumie kuhakikisha kwa kwamba dawa za kulevya haziingii kwenye mataifa yao, kwa sababu wanajikuta mataifa yanaonyesha dawa za kulevya zipo kule, lakini namna ya kuingiza, wakati mwingine, mbinu zinatofautiana. Kwa hiyo, kwa Tanzania, kwa tathmini inaonyesha kwamba tumepata mafanikio makubwa zaidi katika ukamataji wa dawa za kulevya, na ndio maana ukiingia mtaani sasa hivi heroin huwezi kuikuta mtaani kirahisi, kokeni huwezi kuipata kirahisi. Kuna dawa mpya ambayo ilitusumbua sana hapa katikati, ambayo ina uraibu mkubwa sana, inaitwa methamphetamine. Ile dawa haina methamphetamine hivi sasa tuliweza kuikamata kwa wingi, lakini tukavunja ule mtandao mkubwa wa raia wa nje na ndani, walikuwa wanaingiza ile dawa hapa nchini. Na sasa hivi ukiingia mtaani, huwezi kukutana na dawa inayoitwa methamphetamine kwa sasa hivi, na tunaendelea kudhibiti zaidi. Na ndio umeona hao wahalifu sasa hivi wengine wanaanza kuingiza sasa kwa kutumia maspika, kutumia water tanki na kadhalika, na vitu kama hivyo, kutumia shredder. Lakini lakini wote tutawakamata kwa sababu tumejipanga vizuri, tumeweka mifumo mizuri. Lakini tunaishukuru sana jamii, imeelewa na sasa hivi inatoa sana kwa serikali katika kuhakikisha kwamba tunalinda vijana tunalinda taifa letu liendelee kuwa na amani kwa kuhakikisha tunadhibiti dawa za kulevya. Kwa sababu dawa za kulevya ndio chanzo cha vijana kupotea ambapo ndio kizazi tunachokitegemea katika kulinda taifa lakini kukuza pia uchumi wa taifa lolote duniani. Awali tulikuwa tumezoea dawa zinazotengenezwa viwandani kwa kutumia mimea kama heroini, kokeni na kadhalika. Lakini hivi sasa kutokana na teknolojia usafirishaji wa zile dawa umekuwa mgumu, lakini pia utengenezaji wake umekuwa mgumu. Kwa hiyo ukamataji wake pia unakuwa ni mrahisi, kwa sababu ili mtu aweze kupata uraibu, aweze kulewa, aweze kutumia zile dawa, zinasafirishwa kwa wingi zaidi. Lakini kukutokana na kukua kwa teknolojia, sasa hivi dawa za kulevya zinatengenezwa kwa kutumia kemikali bashirifu unachangana unachanganya haina mbalimbali mbali za kemikali bashirifu unapata kokeni unapata heroin yenye madhara yale yale, sawa na ile heroin na kokeni iliyokuwa inatengenezwa kwa kutumia mimea, lakini kiwango ambacho anakitumia mtumiaji kwenye dawa hiyo hiyo ni kidogo zaidi. Kwa mfano, heroin iliyotengenezwa na kemikali bashirifu, kiwango utakachokitumia ili upate ulevi ni kidogo sana, tofauti na heroin iliyotengenezwa na mimea. Kwa hiyo kutokana na kukua kwa teknolojia, ziko dawa nyingi mpya ambazo zinatengenezwa na kadi, tunavyoendelea kufanya operation kadi, tunavyoendelea kutoa mafunzo kwa watumishi wetu, tunaendelea kubaini hizo dawa na kupata vifaa vya kisasa vya kupima na kugundua hizo dawa mpya aina mbalimbali zinazotengenezwa duniani. Kwa hiyo kwa nchini Tanzania, kila dawa tunayoitakamata kwa mara ya kwanza kwetu sisi ndio inakuwa ni dawa mpya iliyokamatwa yawezekana pia kwenye mataifa mengine imeshakamatwa, lakini kwa nchini Tanzania tunapoikamata mara ya kwanza tunaiita ni dawa mpya, kwa sababu ni dawa mpya kuanza kuingizwa nchini Tanzania. Lakini pia dawa aina nyingi hizi tunazokamata tunazoziita dawa mpya ni zile dawa zinazotengenezwa kwa kemikali bashirifu, tofauti na zile za awali, heroin kokeini, zilikuwa zinatengenezwa kwa kutumia mimea. Lakini kuhusiana na swala la utaifishaji mali, kwa mujibu wa sheria iliyopo nchini Tanzania ni kwamba mtuhumiwa yoyote wa dawa za kulevya anayekamatwa na dawa za kulevya, viko viwango vyake, anakuwa ametenda kosa la uhujumu uchumi, kwa sababu unapolisha vijana dawa za kulevya, unapoharibu taifa kwa kutumia vijana, una uhujumu uchumi, kwa sababu vijana ndio ka nguvu kazi ya taifa lolote duniani. Taifa lolote duniani, ndio vijana wanategemewa katika kukuza uchumi, kurithishana madara nani kazi la katika kukuza uchumi wa nchi yoyote ile duniani. Kwa hiyo unapo haribu wale vijana unahujumu uchumi. Kwa hiyo makosa ya dawa za kulevya yanaangukia kwenye uhujumu uchumi, na mojawapo ya adhabu za uhujumu uchumi ni utaifishaji wa mali. Ndio maana wale wafanyabiashara wa dawa za kulevya tunataifisha mali zao, na tukishataifisha mali zao tunazikabidhi serikalini, hazina, alafu wao wanaendelea na mchakato wa kuweza kuzipiga mnada, afu baadaye fedha zile zinaingia kwenye fukapu la serikali kwa ajili ya kufanya shughuli nyingine za kiserikali, ikiwemo ni pamoja na kutibu wale vijana ambao wameathiriwa na dawa za kulevya, kwa sababu ile dawa inayonunuliwa ya kutibu wale waraibu wa dawa za kulevya inauzwa gharama ni kubwa sana. Kwa hiyo ndio yuko huko tunaingia na baadaye tunaendelea kutibu hao vijana ambao wameathiriwa na dawa za kulevya.